Na kuunga mkono kama ishara ya kukukopesha imani tukiwa na uhakika kwamba utachapa kazi. Na la mwisho kwa wanakandanda, ndugu Nchemba ni mwana Yanga mwenzangu. Pendekezo la uteuzi huu litakuwa linaleta faraja sio kwa wanayanga peke yako, bali kwa wanasimba na kwa Watanzania kwa ujumla <laughs>